Bila shaka wote tunafahamu kwamba sasa hivi nchi yetu pamoja na mkoa Mwanza upo katika kampeni za kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ambao utafanyika Oktoba, siku ya uh, tarehe 29. Na uh, sasa katika kipindi hiki uh, yamekuepo matukio mbalimbali ambayo mbali mba, pia tunaendelea kuyafuatilia, lakini tumeendelea kuimarisha hali ya ulinzi na usalama katika mkoa wetu ili kuhakikisha kwamba kampeni hizi zinaendelea kwa usalama kwa, kwa utulivu na kwa amani hata hivyo siku ya tarehe 30 mwezi wa tisa mwaka huu jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza liliwakamata na hadi sasa linaendelea kuwahoji viongozi watano wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ngazi ya wilaya kwa tuhuma za kuharibu mabango ya wagombea wa Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya uraisi, ubunge na udiwani ambaye amewekwa sehemu mbalimbali za jiji la Mwanza. Majina ya viongozi hao wanaoshikiliwa majina yao ni kama ifuatavyo: wa kwanza anaitwa Charles Marwa Chinchibela. huyu ana umri wa miaka 50. huyu ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Nyamagana na mkazi wa mtaa wa Temeke. Wa pili ni Marco Mutabuzi Christian ana umri wa miaka 30, mwenye mwenyekiti wa Bavicha wilaya Nyamagana na mkazi wa Kwimba kata ya Igogo. Watatu ni Enock Sanganya Mpaka, umri wake ni miaka 55, ni mwenyekiti wa Chadema kata ya Igogo na mkazi wa kata ya Jiwe. Wanne ni Salum Saif Libaba, miaka 33, katibu Chadema kata ya Mabatini na mkazi wa Mabatini watano ni Dioniz Edward Leons miaka thelathini na tatu, mwenyekiti wa Chadema kata ya Igogo na mkazi wa huko huko Igogo. Watuhumiwa hawa wote wamekamatwa siku ya tarehe thelathini mwezi wa tisa mwaka huu elfu mbili ishirini na tano, uh, majira ya saa nane mchana kwenye walikamatiwa maeneo tofauti, ambapo uh, wanaendelea ku, ku, ku, ku, kuojiwa kutokana na kuratibu mipango ya kuchana mabango ya wagombea wa CCM kwa ngazi ya udiwani, ubunge na mgombea wa uraisi. Bila shaka mmeona vyama mbalimbali vimeweka mabango yao kule barabarani, mabango yanayo nadi wagombea kwenye nafasi mbalimbali mbali za, za uongozi. Sasa yale mabango kwa mujibu wa sheria yakiwekwa kule uh, ni kosa kuyabandua ku, kuya au kuyafanyia hujuma ya aina yote. Kwa hiyo wanashikiliwa na wanaendelea kuojiwa kwa tuma hizo. E, kutokana na tukio hilo, Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza linatoa wito kwa viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa, mashabiki, wafuasi na wanachama wa vyama mbalimbali kuendelea kuheshimu sheria, kanuni na taratibu na miongozo iliyowekwa na Tume Huru ya Uchaguzi ili kampeni zinazoendelea katika mkoa wetu ziendelee kufanyika katika hali ya utulivu usalama na amani. Aidha, jeshi la polisi linapenda kujulisha wakazi wa Mwanza kuwa limeendelea kuimarisha usalama katika kipindi hiki likishirikiana na vyombo vingine vya usalama pamoja na wananchi, kiasi kwamba kampeni zinazoendelea tangu zimeanza kufanyika katika maeneo mbalimbali, katika mkoa wetu kwenye majimbo mbalimbali mbali ya uchaguzi zimeendelea hadi sasa kufanyika katika hali ya utulivu, usalama na amani. Hivyo jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza eh, tunawaendelea kuwa wahakikishia wananchi ulinzi wa kutosha katika mikutano ya kampeni inayoendelea, na kwa sababu hizo sababu, tumemalisha ulinzi, tunawaomba waendelee kujitokeza kwa wingi katika mikutano kadri watakavyojisikia kwenye mikutano ya kampeni waende bila hofu ya aina yote, kwa sababu jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limeshajipanga kikamilifu kuimarisha hali ya utulivu, usalama na amani katika kipindi hiki ambacho mkoa wetu kama ilivyo mikoa mingine iko katika kipindi cha kampeni kuelekea uchaguzi mkuu tarehe tisa mwezi wa kumi, mwaka huu. Kwa hiyo wananchi wajitokeze bila hofu, jeshi la polisi liko imara katika kuweka ulinzi maeneo yote. Uh, hawa watuhumiwa wamekamatwa na uchunguzi unaendelea kufanywa na jeshi la polisi, na jinsi ambavyo wameshikiliwa wana uh, swala la dhamana. Nimekuwa nikiulizwa na swala la dhamana, dhamana ni haki ya, ya, ya, ya, ya watuhumiwa, na kama kuna watu wanaomba dhamana, basi tunawaelekeza wafike kwenye ofisi ya mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai ya mkoa ambayo inaendelea kufanya Pelelezi. Kama wanastahili na wana haki ya kupata dhamana kwa sababu ni haki yao, basi utaratibu wa kisheria utafatwa, lakini uchunguzi wa jambo hilo ungali unaendelea. Nimesema hivi, watuhumiwa hao wamekamatwa kwa tuhuma za kupanga njama na kuratibu matukio ya kuchanwa kwa mabango yanayoendelea katika maeneo yetu mbalimbali katika jiji la Mwanza wamekamatwa wanaojiwa nguzi zitakapokamilika watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Waliokamatwa wengi ni jimbo la Nyamagana wilaya ya Nyamagana kiwepo mwenyekiti wa wilaya ya Nyamagana Charles Chinchibela, mwenyekiti wa baraza la vijana wa Nyamagana Bella, e, Barala, jana, wanjitwa, magana, Michael, Christian na wanachama wengine zaidi ya nane. Kwa hiyo watu walienda kutoa huduma tu za kijamii, walipofika walikamatwa. Kwa hivyo uh, tuna tunachojua tuni mpaka zaidi watu zaidi ya kumi na sita, hatuna namba. Kuna wengine wamekamatwa tu kimia kimia, bado tunapati. Walikuwa naenda kuwahudumia wale ambao walikuwa wanaenda kuwahudumia pia walikamatwa mm, kuwapelekea chakula, kujua waje. Wa, wanashanga watu gani nao walikamatwa. Niwachie mara moja. Hii kamata kamata haina afya, wanatengeneza tesi ambayo haipo. Kwa hiyo wa serikali iwachie mara moja, kwa sababu wanawakamata bila sababu yoyote ya mtu